Inna yawmakum hadha huwa yawmu idi. Ndugu zangu katika imani, fahamuni ya kwamba hakika siku yenu hii ya leo ni siku ya idi, ni siku ya sikukuu. Wa yaumu aklin wa shurb, na ni siku ya kula na kunywa. Wa shukrin lillahi subhanahu wa ta'ala, na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala dhikri na ni siku ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Siku hii ya leo ni siku ya kusherehekea. Waislamu dunia nzima leo wanasherehekea sikukuu yao ya Eid al-Fitr. Hii ni siku ya kula, ni siku ya kunywa, ni siku ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa yawm farh nayo ni siku ya furaha. Wasururi, ni siku ya furaha lilmuminina. Saimina bil nahari, kwa ajili ya waumini ambao walifunga mchana wa mwezi wa Ramadhani. Wal qaimina billail, na wale ambao walisimama usiku kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Walhafidhina lihududillah, na wale ambao walihifadhi mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala na wale ambao walikuwa wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, walmustaghfirina bil ashari, na wale ambao walikuwa wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha wakati wa usiku, walmuammirina bi buyuti Allah, na wale ambao walisimarisha nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, bis sala, kwa kuswali sala za faradi, kwa kuswali sala za sunna

Ni siku ya kufanyiana wema, ni siku ya kuhurumiana, ni siku ya kutembeleana. Wahurumieni wale ambao wanatakiwa kuhurumiwa, wafanyieni wema wale ambao wanatakiwa kufanyiwa wema. Lakini vile vile ndani ya siku hii watu watembeleane kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala. Si vyema, si vizuri ukawa ni mwenye kula idi wewe na familia yako tu hauja wakaribisha ndugu zako katika imani, hauja wakaribisha ndugu zako katika nasaba, hauja wakaribisha majirani zako, hauja wakaribisha marafiki zako, ukala hii wewe na familia yako. Hii si sawa sawa. Hii ni siku ya kutembeleana. Tutembeleane kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala, wa infaqin fi sabilillah. Na ni siku ya kujitolea kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala. Watu wanatoa sadaka zao kwa ajili ya Allah subhanahu wataala. Watu wanajikurubisha kwa Allah subhanahu wataala kwa kutoa mali zao. Hii ni siku ya kutoa, toeni mali zenu kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala, toeni sadaka zenu kwa ajili ya Allah subhanahu wataala wa hakuna anayefahamu kwamba anaweza akakutwa na siku kama hii mwakani. Hakuna mwenye uhakika huo. Kama hauna uhakika huo Jitolee kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala, toa sadaka yako kwa ajili ya Allah. Tunapokuja katika siku hii ya leo, beba chochote kwa ajili ya Allah. Mtoto mpe sadaka, mzoeshe kutoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala. Hii ni siku ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa taala kwa kutoa sadaka zetu kwayo. Kama haujatoa sadaka yako, jua kwa ya kwamba leo ni siku ya kutoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala. Uzag katika imani faalaina an natazawada, ndugu yetu, tutukule zawadi fi hadha alyawm alkarim, katika siku hii ambayo ni tukufu. bitaqwa walamali lsalihi tutukule zawadi ya kumcha Allah subhanahu wataala, tubebe zawadi ya uchamungu ndani ya siku hii na kuyafanya yaliyokuwa mazuri wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa, chukeni zawadi ya ucha mungu, hakika zawadi iliyo bora ni zawadi ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa atifu ala alaytani, na waoneni huruma mayatima, wa ahsinu ilayhim, na wafanyieni wema kama ahsana Allah ilaykum kama Allah subhanahu wa ta'ala aliyekufanyieni nyinyi wema. Wala takhasamu, katika siku hii ya leo, watu wasigombane. Magomvu yanakataliwa, yana, yana na kukatazwa katika siku zote, lakini katika siku hii waislamu wamekatazwa zaidi, msigombane ndani ya siku hii ya leo, wala tahasadu, na wala msikusudiane

Wala tahasadu na wala msihusudiane. Husuda ni wewe kutamani neema aliyokuwa nayo mwenzako imeondoke. Kuna watu ambao wana husuda, anapomwona mwenzako amejaliwa jambo fulani, anachukia, anaumia kwamba huyu naye kwa nini amefanikiwa katika jambo hili. Wala tahasadu wala msihusudiane. Husuda ni gonja baya magonjwa yote Mtu anapoumwa katika maisha haya, anapoumwa malaria, anaumwa kesa, anaumwa nini, anapofariki anakuwa amepumzika na ugonjwa huo. Lakini ugonjwa la husuda ukifa, utakufa nalo na litakutesa ukiwa kaburini, lakini pia litakupa mateso utakapokutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tahasadu na wala msihusudiane.

Mwislamu, mnapokuwa mmepeta na mwenzako, mnapokuwa mmekosana na mwenzako, mkae zaidi ya siku tatu hamsalimiani, mnapata madhambi. Kuna haja gani ya kuendeleza magomvi ya milele? Kuna haja gani ya kuendeleza chuki ya milele? Wenye tabia hiyo ni Mayahudi. Wewe ni Mwislamu, kwa nini ubebe chuki ya milele? Kwa nini ubebe ugomvi wa milele? Mmetetana, mmekosana na mwislamu mwenzako, mnatakiwa mpanyieni sulhu, msulhishane kwa ajili ya Allah subhanahu wataala. Kama mlikuwa hamjasulhishana na ndugu yako ambayo mmekosana, siku hii ya leo itumieni katika kufanya sulhu. Mwambia mwenzako bwana, basi bwana, yaishe karibu. Katika siku hii ya leo tule hivi pamoja, tusherehekee hivi pamoja mkaribisha ndugu yako katika imani, mkaribisha ndugu yako katika nasaba. Kama siku zote mlikuwa hamseni hamsalimieni, mnakokona, leo ni siku ya kumaliza magomvi yenu, ndugu zangu katika imani. Ina islama yamuru biikhlasi libada. Fahamu ya kwamba Muislamu, hakika Uislamu unaamrisha mtu kuwa na ikhlasi katika matendo yake Fahamu ya kwamba Uislamu unakuamrisha wewe ufanye matendo yako kwa ajili ya Allah, ufanye ibada zako kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. wa yanha an ai, na Uislamu unakukataza wewe kujionyesha katika matendo yako. Usifanye matendo kwa ajili ya kutafuta sifa, usifanye matendo kwa ajili ya kutaka kuonekana, usifanye matendo kwa ajili ya kutaka kusifiwa, fanye matendo kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala. Ndio uislamu unakutaka hivyo. wa yamuru bitibai rasuli sallallahu alayhi lhi wasalama, na uislamu wa na kuamrisha wewe umfuate mtume sallallahu alayhi wasallama katika mambo yako yote mfuate Mtume sallallahu alayhi wasallam katika ibada zako zote, fanya kwa kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam. wa khulafaihi rashidin, na fanya kwa kuwafuata makhalifa wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. wa ynha an lbidai fi din, na vilevile Uislamu unakataza watu kuzua katika dini, kuanzisha mambo ambayo hayapo. Uislamu unakataza ndani ya siku hii ya leo Muislamu ni weke ndani na mambo ya uzushi. Mambo mengi yanafanywa katika siku hii ya leo, ndipo utakuta kuna, kuna watu wanazunguka mitaani wanazunguka na madufu. Kuna watu wanazunguka mtaani wakitaka kuwaombea dua waliofariki kwamba bwana, tumekuja kwa ajili ya kurehemu. Au watu wanatoka kwenye majumba yao wanakwenda kutembelea makaburi, yaani wanaona kwamba makaburi yanatembelewa siku ya Eid tu. Hizi ni bid'a, haya ni mambo ya uzuzi. Makaburi yanatakiwa kutembelewa katika nyakati zote, lakini pia mtu kuombea mzazi wake dua, kuombea ndugu zake dua, anatakiwa kuombea katika masiku yote. Lakini yule atakayeona kwamba siku hii ya leo ndio siku ya kuyafanya hayo, huyo anazua katika dini ya Allah subhanahu wa taala, na mwislamu unatakiwa uyeepuke hayo kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala. Ndugu zako katika imani Uislamu yaamuru bibirri walidaini, Uislamu unaamrisha kuwafanyia wema wa wazazi wawili. Wayanha yanha an luquqi, na Uislamu nakataza kuwaasi wazazi wawili. Leo ni watu wangapi ambao hawaelewani na wazazi wao, wanachuki na wazazi wao, wanavuta na wazazi wao, wanachuki kubwa na wazazi wao. Huyu ni Muislamu na huenda nahuenda anaswali kila swala lakini haelewani na mzazi wake. Uislamu hauamrishi hivyo, uislamu unakuamrisha uelewane na kumfanyie wema mzazi wako. Leo yawezekana nakuna ingi huko mjini, lakini yawezekana mzazi yuko kijijini, ana anakabu anafikiria hata hii ini atakulaje. We, wewe uko mjini, una uwezo, Allah amekujalia hamkumuti kumka matumizi mzazi wako, hasa katika siku hii ya aidi. Unakula idi na watoto wako, lakini mzazi yuko katika mazingira magumu. Hii siyo tabia ya kidini, Uislamu hauamrishi hivyo. Ndugu zao katika imani, Uislamu yamuru ya bisunati bisunat laqaribi. Uislamu unaamrisha tuwe ni wenye kuunda udugu na ndugu zetu wa yanha anil qatia, na uislamu unakataza kukata udugu. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abdullah ibn Salam Mtume anasema: ayuha nnasu, enyi watu, afshu salama, toleaneni salam, wa atimu taama, nalishaneni chakula, wasilu arhama, na ungeni udugu wa sallu billaili wannasu niyam, na swalini usiku hali ya kuwa watu wengine wamelala. Mkiyafanya mambo hayo fadkhulu ljannata bisalamin, mtaingia katika pepo ya Allah kwa amani. Kwa kuna mambo ambayo muislamu akiyafanya ni sababu ya yeye kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa mambo hayo ni sisi kuwa ni wenye kuunga undugu na tusiwe ni wenye kukata undugu. Ndugu zangu katika imani Uislamu yamuru bilsidqi wnusi wlamana, uislamu unatuamrisha sisi tuwe ni wa kweli na tuwe ni wenye kupeana nasaha, lakini pia tuwe ni watu wa amana. Wa yanha ani ni lkadhbi walghishi walkhiyana, na uislamu unakataza uwongo na ghishi na khiana. Uislamu unakataza mambo kama hayo, na wewe muislamu, kaa mbali na mambo hayo, ndugu zangu katika imani. Uislamu yamuru bitathiri lilqulubi. Uislamu, uislamu unaamrisha kuzitaharisha na kuzisafisha nyoyo, min alhilli walhiqdi ala lmuslimin, kuondoa chuki, kuondoa vifundo. Na Waislamu leo ni waislamu wa wangapi wanaswali safu moja lakini wana chuki? Waislamu wangapi wanaswali safu moja lakini wana vifundo? Waislamu wangapi wanasali safu moja lakini hawaelewani. Uislamu hautaki hivyo, ndugu zangu katika imani. Uislamu yamuru bikulli khairin wa salahin, uislamu unaamrisha katika kila jambo lenye khair na kila jambo zuri. Wa yanha an kulli sharin wa fasadin, na uislamu unakataza kila jambo ambalo ni la shari, kila jambo baya kila jambo ambalo ni ufisadi. Ndugu zangu katika imani, an annlama jaida ni vyema tutafahamu vizuri anna kula shaii lahu bidaya walahu nihaya, tufahamu ya kwamba kila kitu huwa kina mwanzo na mwisho, kila kitu huwa kina mwanzo na mwisho.

Na mwezi wa Ramadhani utakwenda kutoa ushahidi mbele ya Allah subhanahu wataala, kutokana na yale ambayo tumeyafanya ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kama hakuna kitu ulichofanya ndani ya mwezi wa Ramadhani, Ramadhani utakwenda kutoa ushahidi kwako wewe kwamba muislamu huyu hakufanya kheri yeyote ndani ya mwezi wa Ramadhani. Na kama umefanya kheri, uislamu na nini, mwezi wa Ramadhani utakwenda kukutolea ushahidi kwa Allah subhanahu wataala kwamba umefanya kheri.

mambo mazuri mazuri, durusi, kusoma Qurani, kumtaja Allah, watu kujaa katika swala za faradhi. Fa idha intaha shaharu, mwezi wa Ramadhani unapomalizika, intaha kullu hadhihi al-a'mal, matendo haya yote yanaisha, hautaona watu wamejaa msikitini, wanabaki watu wachache.

Nduguzango, katikainazo wa uhadziru ladhina yaabuduna layama washuhuruna na ninawakatahadhari wale ambao wana tabia ya kuabudu miezi na masiku. Kuna baadhi ya watu ambao wanaabudu masiku, wanaabudu miezi. Miezi hiyo ikimalizika, hawafanyi tena ibada. Masiku hayo yakimalizika, hawafanyi tena ibada. Kuna watu wanaswali Ijumaa hadi Ijumaa, kwamba yeye anamwabudu Ijumaa peke yake ndio Mungu wake, lakini napopita Ijumaa haswali wala hafanyi mambo ya heri. Kuna watu ambao wanaabudu siku ya Idi tu. Anaswali Idi tu, anaswali Idi mpaka Idi nyingine, ili napopita hawi ni mwenye kuswali. Lakini pia kuna watu ambao wanaswali Ramadhani mpaka Ramadhani nyingine kwa kuna watu ambao wanaabudu masiku na kuna watu ambao wanaabudu miezi miezi. Hiyo ikimalizika hawaswali wala hawafanyi kheri yeyote, lakini anayemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ataendelea na kheri hizo hibu, hiu, na ataendelea na ibada hizoukzaa katika imani. Mtu anapofanya namna hiyo, fahadha dalilun ala adami qabuli a'malihi hii ni dalili ya kwamba matendo yao ndani ya mwezi wa Ramadhani hayajakubaliwa na Allah. Lau matendo yao yangekubaliwa na Allah, ungemwona mtu akiendelea na ibada. Mtu ambaye anafanya ibada ndani ya Ramadhani, baada ya Ramadhani haswali tena e, huyo anaonyesha kwamba ibada zake hazijakubaliwa na Allah. Mtu aliyepewa taufiki ya kukubaliwa ibada zake na Allah, utamwona kila siku anakuwa na mabadiliko. Ndugu zangu katika imani faadari ann hadha mithla ma tahadhara, yangu ni kwamba anna mithla hadha, mfano wa mtu huyo ambaye anafanya ibada katika mwezi wa Ramadhani na Ramadhani ikimalizika, na yeye anaacha kufanya ibada, mfano wake kamathali alladhi bana thumma hadama, ni mfano wa mtu ambaye amejenga nyumba nzuri kwa gharama kubwa, kisha mwisho wa siku kabla hata hajaihamia anaivunja na kuiharibuharibu ile nyumba ametumia muda mrefu gharama kubwa kuijenga nyumba na ikakamilika, ilikuwa impe manufaa kisha anaamua kuimomoa na kuiharibu nyumba hiyo. Huu ni mfano wa mtu ambaye akafanya ibada ndani ya mwezi wa Ramadhani, kisha baada ya Ramadhani anakimbia katika ibada, anaingia katika mambo mengine. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa nasaha zetu katika siku hii ya Idi ni kwa upande wa akina mama madada, wachukua tahadhari kubwa katika kusherehekea siku hii ya leo, washerehekee siku hii ya leo wakiwa wako ndani ya mipaka ya Allah subhanahu wa taala. Siku ya Idi wadada wengi, wanawake wengi wanavua hijabu zao, utakuta wamevaa manguo ya ajabu ajabu, wamevaa manguo yenye mapambo zile hijabu zao wamezivua na wamezitoa, wakijitahidi sana watavaa wakija msikitini. Baada ya kutoka msikitini, wanabadilika. Ukikutana naye, sio yule ambaye alikutana naye msikitini, amebadilika. Ametoa ile hijabu yake, ametupa. Kama alikuwa amevaa niqabu, anatoa niqabu, anavaa nguo ambazo zina marembo na mapambo, anavaa nguo ambazo zimebana. Tuchukue tahadhari katika hilo wake zetu wasije wakafanya hivyo, dada zetu wasije wakafanya hivyo, mabinti zetu wasije wakafanya hivyo. Wawe ndani ya mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kuisherehekea siku hii ya leo. Ndugu zangu katika imani akhira, mwisho kabisa, yaqulu Mustafa sallallahu alayhi wasallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man sama ramadhana atakayefunga mwezi wa Ramadhani, thumma atbahu sita min shawalin, kisha akafatishia na siku sita katika mwezi wa Shawal, kana kasiyami dahari. Huyu anaandikiwa malipo na thawabu sawa na mtu aliyefunga mwaka mzima. Allahu akbar, malipo haya makubwa. Mwislamu, usikubali kupita na malipo haya ili upate malipo ya kwamba amefunga mwaka mzima, ufunge Ramadhani na kisha ufuatishie na masiku sita katika mwezi wa Shawwal, masiku ambayo ni sunna, unaandikiwa malipo sawa na mtu ambaye amefunga mwaka mzima. Hizi ni kheri, ndugu zangu, katika imani. Hizi ni thawabu, ndugu zangu, katika imani. Hayo ni malipo kwa wale watakaoona umuhimu wa, wa hilo. kuna huwa wanawakatisha watu tamaa kuingia katika kheri hii, kwamba ukianza kuyafunga masiku ya sita katika mwezi wa Shawwal, hautakiwi kuyaacha na ukifa utafute mtu wa kuyarithi kuyafunga. Ah, kama hali ndio hiyo, bwana, mimi siko tayari. Yani nikianza hautakiwi kuyaacha na ukifa unatakiwa utafute mrithi wa, wa kuyafunga masiku haya. Haya ni maneno ya uongo hatujaambiwa tumtafute mrivi wa kukufungia funga ya faradhi, hujambiou umtafute mrivi wa kukufungia funga ya sunna. Haya ni maneno ya uongo. Fungeni masiku haya ndugu zangu katika imani, na imetokea kuna siku umeshindwa, basi haulazimishi, lakini yana kheri na faida kubwa mbele ya Allah, subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tumemaliza kuifunga Ramadhani na tuingie katika kuifunga sita kwa ajili ya kuitafuta kheri na thawabu mbele ya Allah subhanahu wa taala. Ayuha lmuminun ukuzaa katika imani, siku ya Idi ni siku ya kusherehekea, lakini kusherehekea tukiwa katika mipaka ya Allah subhanahu wa taala. Tusije tukasherehekea Idi kwa kumaasi Allah subhanahu wa taala. Wengi utakuta anaona Ramadhani imemalizika, leo anasherehekea idi kwa kunywa pombe, leo anasherehekea idi kwa kwenda kukutana na kimada chake ambacho walitengana ndani ya mwezi wa Ramadhani. Tunasema kwamba watu washerehekee idi, lakini washerehekee wakiwa katika mipaka ya Allah subhanahu wa taala. Allahuma rabbana takabali siyamana